Bima pap urahisi wa maisha. Hawa wakuu wa upelelezi wanakutana kujadili <coughs> changamoto mbalimbali za uhalifu, uhalifu mkubwa, uhalifu wa kupanga na uhalifu unaovuka mipaka, makosa makubwa kama ugaidi, usafirishaji haramu wa binadamu na makosa mengine yote makubwa yale ya kupanga na yanayovuka mipaka. Sasa wakuu wa upelelezi hawa wanakwenda kujadili aina ya makosa haya, ukuaji wa makosa haya na namna nzuri za kuweza kuyadhibiti, lakini ushirikiano sahihi wa nchi hizi za kusini mwa Afrika unavyoweza kushughulika na makosa haya na kuweza kuyadhibiti. Na mkutano huu ni maandalizi ya mkutano wa wakuu wa polisi nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hawa wakuu wa upelelezi wanachakata eh, agenda ajenda zile ambazo zimeandaliwa, lakini wanakuwa wanapitia kwenye mijadala mbalimbali, ili waweze kupeleka sasa kwa ajili ya maamuzi kwa wakuu wa majeshi ya polisi ya kusini mwa Afrika. Hiyo madhumuni makubwa ya mimi. Kama mwenyekiti ninafahamu kwamba kuna mafanikio makubwa sana ambayo yametokana na E, mashirikiano yetu ambayo tunaendelea nayo na mojawapo ni mapambano dhidi ya uhalifu huo. Kumekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya nchi hizi dhidi ya wahalifu, lakini dhidi ya uhalifu. Kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi uhalifu unavyoshuka katika nchi mbalimbali. Hata mafanikio yetu hapa nchini yapo mengine yanatokana na ushirikiano na nchi zingine ambazo ziko kusini mwa Afrika kwa hiyo ni miongoni mwa, mwa mafanikio ambayo tunayapata, kwa kiwango kikubwa uhalifu e, unazidi kudhibitiwa, lakini kwa kiwango kikubwa tunazidi kuhakikisha kwamba wahalifu wanadhibitiwa kwa kiwango cha hali ya juu. Miongoni mwa mambo ambayo yapo na yanajadiliwa na yataendelea kujadiliwa na huwa yanafanyika ni kuwa na operations za pamoja, lakini kuwa na mafunzo ya pamoja e, zaidi ya hapo mara kadhaa tumekuwa e, tunapofanya hizo operation tumeona matunda yake ni makubwa sana. Lakini kupitia mafunzo haya tumekuwa tuna e, maafisa wa polisi, askari wa polisi ambao wana grade moja au, ya, au hata kama ni tofauti, lakini ni grade kubwa sana katika utendaji, na hivyo inaturahisisha tunapokuwa tunafanya operation zetu. Lakini kikubwa kingine ambacho kinahusisha na mkutano huu ni Eh, ile sharing ya intelligence lakini pia na information mbalimbali mbali. Eh, kupashana taarifa mbalimbali za uhalifu na za hauhazifu lakini pia taarifa mbalimbali za kiintelijensia ki nayo ni mambo ambayo yanajadiliwa, na kwa kukutana mara kwa mara kama hivi, kukaa pamoja kuongea pamoja kujadili mambo pamoja, inatufanya tunakuwa karibu sana, kwa hiyo ule ukaribu wetu unaturahisishia Dataflow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja, inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu, wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.